Anda, haya anaojiandaa hayo anayoyapanga mbona hayaendani na aliyokuwa tu akituambia tu anaomba kwa Mwenyezi Mungu? Sasa huu mtihani mkubwa zaidi maana, bora aliyokuwa haombi ukajua kama huyu, lakini anayeomba halafu akenda kinyume na yale alioomba au alioaminisha kwamba akiomba, huu ni mtihani mkubwa zaidi. Kwa hivyo kama ni maombi, ni waombe ndugu zangu, tuendelee kuomba na hasa wakati huu ambao bado tuna nguo yetu mpya tuliotoka nayo Ramadhani, kwamba laiti kama tunamkinai Mwenyezi Mungu, laiti kama tunamkinai Mwenyezi Mungu na dini yetu, basi tusingekuwa na mashaka leo katika nchi yetu. Maana eh, leo tumefika pahala, makame ndo anakwenda kumpiga Juma eh, Hamadi anakwenda kumpiga Selemani, watu ndugu wao kwa wao, sisi kwa sisi, tunapigana tunahujumiana. Ukiuliza kinatafutwa nini? Kwa sababu tu mmoja ana cheo, mwingine anataka cheo, mwingine anahofia kisi mtoke. Tumefika hapo, tumefikishwa hapo, pamoja na kwamba tuna mwongozo mzuri tuna muongozo wa dini yetu. Na hawa wote, mpigaji na mpigwaji, muuaji na muuliwa, utawakuta ilikuwa msikiti mmoja unasali nao, pengine tu mumu, eh, wapigwaji na wapigaji. Tujiulize, maradhi yetu, shida yetu iko pahala gani? Maana uchaguzi ni jambo jema kabisa, na kwamba mmeamua ni jambo la ustaarabu, na kwamba mnakubaliana kwamba jamani, kifika wakati huu, huyu mwenye dhamana ndio wajibu wa kwamba urudishe hesabu, watu wenzako waje wakupime. Ndio utaratibu tuliowekeana au vipi? Kwamba tumewekeana utaratibu kwamba, wewe umekuja ukaomba dhamana udiwani umeomba dhamana ubunge, umeomba dhamana uwakilishi, umeomba dhamana uraisi. Sasa kwa nini tena unakata? Na dhamana hii si kuendesha mambo yako wala biashara yako, dhamana hii ni kuendesha mambo ya wenzako. Sasa yaweje wewe sasa iwe shida kuja kurudisha hesabu?